Kwa siku ya leo katika shule ya msingi Mughanga, nimejikita zaidi kwanza kuwafundisha wanafunzi waweze kwanza kutambua ukatili ni kitu gani, na tunapoongelea ukatili tunaongelea ukatili wa aina gani, lakini madhara ya ukatili ni yapi, na namna gani wanaweza wakajilinda wasifanyiwe ukatili, lakini pia utoaji wa taarifa, wanaweza wakatoa taarifa wapi wanafanyia ukatili wak Nimekuja kuwafundisha watoto kwa sababu kujilinda kunaanza na mtu mwenyewe alafu mtu wa pili ndo anaanza kumlinda mtoto. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukiwekeza kwa watoto wajilinde kwanza wao wenyewe, inaweza ikatoa meseji nzuri, watoto wengi watapungua kufanyiwa vitendo vya ukatili, lakini pia sasa sort of kutafikia na makundi mengine ili kuona kwamba na wenyewe wanalinda kwa majina anaitwa mwalimu Mwanamwema Saidi Mkuu, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Mughanga. Elimu hii iliyotolewa na jeshi la polisi nimeipokea vizuri, kwa sababu ni elimu ambayo inasaidia watoto wetu kuweza kuishi katika mazingira mazuri, ili waweze kutuelewa wanapokuwa madarasani. Ni elimu pia ambayo inasaidia jamii, inasaidia watoto kuweza kuishi katika mazingira salama hivyo watoto wanapokuwa katika mazingira salama, wanaweza kuishi vizuri shuleni, mtaani, kwenye jamii kule, wanajua kujilinda. Kwa tumeipokea vizuri ah. Shida ya ya wanafunzi kupata changamoto kama zile za ukatili zilishawahi kutokea, zimekuwa zikitokea kipindi cha nyuma, lakini tunashiriki tuna, tunalishukuru jeshi la polisi pamoja na, na sisi wenyewe walimu kushirikiana nao katika kuwaelimisha. Changamoto hii kwa sasa imepungua kwa kiasi kikubwa sana, ni yaani kwa sasa wanafunzi hawana shida kubwa sana hiyo ya ukatili, kwa sababu wamekuwa wakijieleza wanapopata shida. Tumekuwa tukiwaelimisha pia na kwenye mikutano ya wazazi, tunaongea nao. Mwitikio wa wanafunzi ni mzuri kwa sababu kila mmoja sasa anaelekea kujitambua na kwa, kwa nini wanaelekea kujitambua? Ni kwa sababu tuna sanduku la maoni ambalo mtoto akipata shida anaandika, kama anashindwa kumaliza mwalimu moja kwa moja anaandika, na lile sanduku la maoni huwa linafunguliwa na walimu wa malezi ambao wapo. Kwa hiyo kuna wanafunzi wanaohusika na malezi, pamoja na walimu, wanalifungua sanduku lile la maoni. Kwa wiki linafunguliwa mara tatu. Kwa hiyo kama kuna changamoto mtoto alikuwa nayo ameshindwa kumweleza mwalimu, anaandika anaweka kwenye sanduku la maoni, na sisi tukiikuta, kwa hiyo tunaifanyia kazi. Kwa maana hiyo watoto wameshajitambua kabisa kwamba hawapaswi kupata shida kama zile za mwanzo. Kwa majina naitwa Kaiba Pesa, nimesoma katika shule ya msingi Mughanga, niko darasa la saba. Siku ya leo tumejifunza kuhusu ukatili pia afande Umari ametufundisha kuhusu aina za ukatili na madhara mtu anayopata kuhusu ukatili. Kuna aina nne za ukatili, ukatili wa kijinsia, ukatili wa kiakili, ukatili wa, wa kiakili na ukatili wa kiuchumi. Ukisikia taarifa kuhusu ukatili au ukifanyiwa ukatili, unachokwenda kuripoti sehemu ulipo karibu, aidha kwa mzazi, mwalimu, kama upo katika mazingira ya shule au dawati la jinsia, jinsia na watoto.